na <coughs> <coughs> <coughs> tumefika katika kipande ambacho bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, enyi watu, kwa hakika wanawake wenu wana haki juu yenu, na nyinyi pia mna haki juu yao. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema kuwa kuna haki za mume juu ya mke na kuna haki za mke juu ya mume. Akasema, miongoni mwa haki ni kuwa asilale katika kitanda chenu, asilale katika firashi yenu, asilale katika kilalo chenu mtu mwingine. Hii ni haki ya mume juu ya mke, yaani mke asimwache mtu mwingine alale katika kitanda cha mume. Kisha pia katika miongoni mwa haki ni mtu yoyote ambaye wewe humpendi, yaani yule mume hampendi, asiingie katika nyumba yake Mke asiruhusu mtu ambaye yule mume hampendi aingie katika nyumba yake. Pia katika haki mtu yani, e, mke asifanye fahisha, asifanye uchafu, asifanye machafu, ima ni machafu kwa vitendo, asifanye machafu kwa maneno, ni katika haki za yule mume. Subhanallah, bali lau sisi tutafuata mambo kama haya tutaona ndoa zetu zina amani, ndoa zetu zitakuwa... <clears throat> la ilaha illa Allah muhammadu rasul. Ndoa zetu zitakuwa na uh, uh, peace of mind, ndoa zetu zitakuwa na utulivu, ndoa zetu zitakuwa zina raha. Kisha akaendelea Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akataja sasa haki za mke kwa mume ha? haki za mke juu ya mume, yani zile haki ambazo mume anafaa kufanya nini, kuzitoa Asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikiwa basi hawa wake zenu watawatwii ha? Fa alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil bilmarufi, basi nyinyi itakuwa juu yenu riziki yao, lazima mwalishe. Ni wajibu kwa mume kumlisha mke, ni wajibu kwa mume kumlisha mke, ni wajibu kwa mume kumvisha mke, ndio sheria ya Kiislamu. He. Sisi tumekuja tumetawaliwa na fikra za kigharbi. Baadhi ya watu watasema maisha ni kusaidiana. Ndiyo, maisha ni kusaidiana, lakini asli ni kuwa jukumu liko juu ya mume, ndiyo sheria ilivyoweka. Ni lazima na na na, itakuwa deni deni ikiwa yule mume hatofanya nini, hatomlisha mke, na mke ana haki ya kwenda kwa kadhi na kudai, yani deni lile. Kwa hiyo ni jambo ambalo sisi tukiwacha tu kufuata sheria tukitaka kufuata uh, eh, eh, eh, plani ama mipango ya hawa watu wengine, ya watu wasokuwa Waislamu, utaona mambo yanaharibika. Ndo maana ndoa zetu zinakuwa kama ndoa zao. Ndoa zao wamezoea kila siku watu wanawachana, basi sisi pia ndoa zetu zinaelekea huko huko. Kwa sababu gani? Mtu atakwambia bwana, unajua maisha siku hizi ni kusaidiana. Ndio, maisha siku hizi ni kusaidiana, lakini Mwenyezi Mungu achapanga mipango yake Mwenyezi Mungu ashapanga mipango yake. Mwenyezi Mungu ndo ameamrisha kuwa mume ndo awe yeye ndo provider. Kwa hiyo asli ni kuwa waume wafanye bidii eh, wasiwache jukumu hili fal muhimu. Riziki ya mke iko juu ya mume. Miongoni mwa haki nyingine ni nguo zake, mavazi yake, na nyumba, sehemu ya kulala. Zote hizi iwe ni juu ya mume, tena bilmarufi, tena kwa wema kwa wema, yaani sio mke apewe chakula kidogo kibaya. La, la, la, apewe kwa wema, mume ampe ule mke kwa wema. Tabaan wema natofautiana baina ya mji na mji, nchi na nchi, eh, tabia kwa tabia, yani kabila kwa kabila. Kwa hivyo wema ule ambao unajulikana katika ile sehemu naam. Kisha asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mume watukua hawa wanawake kwa amana ya Mwenyezi Mungu, mume chufanya halali Eh? Mumefanya halali yani kuwaingilia hawa wanawake kwa maneno ya Mwenyezi Mungu, fattaqullaha fi nisa, basi mcheni Mwenyezi Mungu kwa wanawake. Angalia bwana mtume anavyosema, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mcheni Mwenyezi Mungu kwa wanawake jamani, yani msiwadhulumu, msiwawate wakakosea, wakosoe na msiwadhulumu, mcheni Mwenyezi Mungu kwa wanawake, katika wanawake. Kisha sema wastausu bihinna khaira wastausu bihinna khaira, na muhusiane nyinyi kwa nyinyi kwa wao kheri, eh? Yani nyinyi kwa nyinyi mupeane wasia munasihiane katika kuwafanyia wao kheri, sio kudai sasa ba, mimi ni kama yani kama mtu labda ni mwanajeshi ama ni jifalme, yani kuwa labda mke anamfanya kama mtumwa. La hasha wakala haifai, wale ni wasaidizi wetu katika maisha kisha aendelea asema ala hal balaghtu, je, mimi sikubalighisha? Asema Allahumma shahid, ewe Mwenyezi Mungu shahidi ya hilo. Kisha anaendelea Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asema hakika nyinyi waumini, enyi watu, hakika waumini ni mandugu, hakika waumini ni mandugu, na si halali eh? kwa mtu yoyote achukue mali yake, ya ndugu yake isipokuwa yule ndugu yake akiridhia. Je, mimi sijabalighisha? Rudia tena allahumma shhad, ewe Allah, shuhudia kuwa nimebalighisha hili. Kisha aendelea bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema basi, msirudi baada ya kufa kwangu eh, msirudi baada ya kufa kwangu mkakufuru neema ya mwenyezi Mungu, baadhi yenu wanapiga shingo ya baadhi yenu, yadribu ba'dhukum rigaba ba'dh eh? Msirudi baada yangu mukakufuru nema ya Mwenyezi Mungu, ikawa sasa baadhi yenu wanapiga shingo za baadhi yenu, yaani nyinyi kwa nyinyi Waislamu mwauana. Msirudi mukawa hivi, kwa sababu nakasema kwa sababu mimi nimewaata, kwa hakika mimi nimewaata na jambo ambalo mkilishika basi hamutowaikupotea, nacho ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu nacho ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Jalla Jalala, katika baadhi ya riwaya wa itrati, eh, na ahli baiti zake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, na katika riwaya eh, wa sunnati na sunna yangu. Ala hal ballaghtu Allahumma shahid. Kisha endelea Bwana Mtume anasema, nsema kwa hakika, enyi watu, Mola wenu ni mmoja eh, na baba yenu ni mmoja, nyote mtoka kwa Saidina Adam, na Adam yotoka min turabi, na Adam yotoka kwenye udongo Hmm. Na mbora wenu kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, eh, yule ambaye ni mbora zaidi kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, nani atqaakum? ni yule mcha Mungu zaidi. Kwa yule mcha Mungu zaidi kwa Allah Jalla Jalalu ndo anacheo zaidi. Asema, Mwarabu hana fadhila kwa mtu ambaye si Mwarabu isipokuwa kwa takwa. Mwarabu hana fadhila kwa asokuwa Mwarabu isipokuwa kwa nini? kwa takwa. Ala hal balaghtu? Je, yeah, mimi sijabalighisha? Allahumma shahad. Kisha sema, faliyuballighi shahidu minkum alghaib. Basi yule ambaye yuko ambaye ameshuhudia abalirishe kwa yule ambaye hajahudhuria ambaye hajashuhudia haya, naam. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa wa pia akaeleza kuwa eh, mirathi yanavyofaa kugawanywa eh, na mtu hafai ku, <coughs> ku, yani, mtu ambaye ni uh, mrithi kama ni mtoto haifai kuandikiwa wasia, na maelezo yanaelezwa kwenye vitabu vya fiqhi na masharti yake, na wasia haifai kupita thuluth mpaka mwisho. Na miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu aliwapa aliwapa Waislamu siku kama hii ni aya katika suratul Maida, asema alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Hii siku ya hiyo siku hiyo, yani siku ya Arafa, Mwenyezi Mungu alishikisha hii aya kuwa nimekamilisha nimewakamilishia nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu, waraditu lakum lislama dina, na nimeridhia kwa kwenu nyinyi, ama kwa ajili yenu nyinyi, uislamu ndio iwe ni dini. Subhanallah, mpaka wale mayahudi walikuwa wakisema wakinsema, hakuna aya sisi, tunawaonea hivyo uislamu kama hini. Hii aya yani yaonyesha kuwa Mwenyezi Mungu ametuchagua, alhamdulillah mpaka nikajalia hii siku. Ni siku ambayo waislamu wana furaha sana sana sana, hii siku ya Arafah. Kisha bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamaliza ama, amali ama, za haji baada ya <coughs> khutba ile akamaliza amali za ama, haji, akafanya rami aljimari, eh, akafanya nahari yani akatupa mawe, kisha akatinda, kisha bwana mtume akanyoa, kisha akatufu. Naam, kufanya hivi vyote naam.

Ahii, ndio ikawa sasa ni hija na mtume sallallahu alaihi wa sallam ya kuaga, na insha Allah, katika madarasa atakayokuja sasa tutazungumzia ufudi ama wale wageni walokuja kuja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam baada sasa ya hija hii. sallallahu ala sayyidina Muhammad an nabii al umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.